Vipaumbele, huwezi kumaliza mambo yote lakini kaenda kajibrandi kwamba maeneo yangu ya kipaumbele ni haya. Nikiondoka hapa Magu, watu waseme yule alisimamia hiki. Uwe ni mtu wa elimu, sema nataka wilaya hii iwe ya kwanza kwenye mkoa huu katika elimu ya shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo watu wanajua, usishindane na Magu kwenye elimu. Lakini kugawa majukumu sehemu fulani nilikutana na kiongozi anataka naye akasimamie kuchemsha supu <laughs> sasa, we, si kiongozi mkubwa wewe? Unataka ukajue mpaka so, sahani ngapi za ubwabwa zimetoka? Nenda kagawe majukumu. Jambo muhimu ni kwamba unamgawia majukumu, uwe na hakika naye kwamba huyu ni mtu wa kazi, sio mbabaishaji. Maana mwingine unawagawia majukumu halafu anakuambia mkuu wa wilaya mambo ni mazuri, kesho mkuu wa mkoa atafurahi. Kwenye mkutano wake, kesho imefika na wewe umelala, hufanyi follow up. Kesho imefika kwenye mkutano, hakuna mtu hata mmoja. Sana mi, siwezi kumuuliza ule mgawia majukumu, nakuuliza wewe, bwana DC hapa, vipi? Asema mkuu, mpaka jana usiku mipango ilikuwa vizuri, kutatua migogoro. Sasa hapa kuna migogoro ya wananchi, lakini kuna migogoro ya viongozi. Kwa sababu wewe wezi tu wendi tu kuongoza wananchi, kiongozi anaongoza wananchi na viongozi wenzake. Kwa hiyo wewe lazima uende ukawaongoze wananchi, lakini na kuwaongoza viongozi wenzako. Sasa viongozi wenzako watakuwa na migogoro wao kwa wao na wewe lazima uavoidi wewe kuwa na migogoro nao, ili uweze kuwasaidia wao wanapogoma. Mimi Jubilate Twini Lawuo naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa wilaya. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Jubilate Twini Lawuo ninaapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa wilaya, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa, sitaomba kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi wa umma.